Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za Kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Madou Mandala kafika katika maeneo kadha wa kadha. Eh, kuna visanga na vimbwanga eh, katika dunia hii nam, nilianzia eneo lipi? Nilianzia eneo la Diani kule Kwale. Diani Kwale, kuna demu moja ajuta sana kupekua simu ya mume na kupata jumbe za kimada. Nam, ilikuwaje? Nam, demu huyo mmoja amesimulia jinsi alivyopata mshtuko mkubwa baada ya kupekua simu ya mpenzi wake na kukutana na jumbe za mapenzi na mazungumzo ya faragha aliyokuwa akituma uh, kwa mwandada mwingine. Naam, ilikuwaje? Yasemekana kwamba uh, kulingana basi na habari ni kwamba mwanamke huyo alisema aliamua kuangalia simu ya simu hiyo baada ya kuhisi mabadiliko katika uh, tabia ya mpenzi wake, ikiwa ni pamoja na uh, kuwa mbali kihisia na pia kutumia muda mwingi kwenye simu, mama akaangalia, akasema "Hey, this is not normal, kuna kitu." na aliposema hivyo e, basi akafika mahali. Baada ya kugundua jumbe hizo, mwanamke huyo alihisi kuchanganyikiwa na kuumia, akisema hakutarajia hivyo kutoka kwa mtu ambaye ameishi naye miaka nyingi pamoja. Surely. Anafanyaje hivyo? Naam, ukitafakari juu ya hayo, nikatoka moja kwa moja nikavuka mpaka eneo la Mombasa, mjini Mombasa, mjini ama jijini Mombasa, I mean Mombasa jijini, yasemekana vipi e, kuna mke nusura afumaniwe aki akijilegeza kimapenzi kwa mwenzake ofisini. Yaani, we umeolewa, ni unaenda kujilegeza kule. Mwandada huyo aliyeolewa amefichiwa kuwa amekuwa na uhusiano wa kimapenzi na mfanyikazi mwenzake ofisini kisiri, hali ambayo sasa imeanza kuwa hatari, baada ya wenzao kuanza kushuku tabia zao. Yani, anakubali kwamba ilikuwa ni kweli. Yani wewe umeolewa, hauheshimu ndoa yako? Tabia gani hii? Hauheshimu ndoa yako. Ndio huyu sasa, uko vipi? Umeanza tabia za chwarachwara? Hiyo ni tabia mbaya, au sio? Haya, ukitafakari juu ya hayo, nikavuka moja kwa moja na mambo, eh? Ulimwengu huu na mambo. Nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Matu mjini, kasema acha niachane na pwani kidogo. Matu mjini kuna jombi alewesha landlady ili asilipe kodi ya nyumba <laughs> yani, unamlewesha? Naam. Ilikuwaje? E, jombi mmoja wa hapa alimlewesha ali, ali, ali, landlady wake kwenye klabu moja e, ili asidaiwe kodi. Jamaa huyo hakuwa amelipa kodi kwa ny ya nyumba kwa miezi kadhaa na ndipo basi wakati huo alikuwa akitumia ujanja kumuhepa landlady wake. Na wakati wakaamua, basi amnulie pombe, alewe, ndiye asimitishe eh, rent. Swali najiuliza, pesa za kununulia pombe zilitoka wapi? Sasa hivi umefika mahala ambapo yani pesa kunua pombe unazipata, lakini za kulipa rent huna. Mjinga ndiye aliwa. Maana atalewa tu kidogo, na kisha kurudi kwa soba, soba ataitisha pesa zake so please be sharp. Wacha ujinga, wajinga ndio waliwao. Nikitoka kule basi, nikaenda eneo la Naswet kule Narok, Naswet kule Narok, kuna mama asukuma mumewe adai familia ya marehemu. Naam, Polo na mkewe walikosa kuelewana mazishini, mwanadada alipomsukuma mumewe awadai e, jamaa wa boma hilo pesa alizomkopesha mwenda zake. Na, kulingana basi na duru ni kwamba polo huyo alitoa msimamo wake kuwa dem, deni hilo lilifaa kuzikwa kwenye kaburi la sahau lakini mkewe akampinga, akampinga vikali akisema lazima wapate haki yao eh? Mama anasema lazima pesa walipe. Lazima pesa walipe zetu zikuje. Unaona hey, mama ni mkali, hata mtu ameaga dunia lakini anasema bado apate pesa hey, okay. Lakini pia sidawa deni kulipa, waonaje? unasapoti mama ama mzee anasema tuzike kaburi na sahau haya. Luzo, nimalizie katika eneo la Watamu kule Kilifi. Watamu Kilifi, kuna hafla moja ya kubadilishana wapenzi majuu yageuka sumu kwa polo na mwili kwaje. Napomalizia naona igaiga tabia za wenyewe na kalameni, mmoja amesimulia kwa uchungu jinsi ndoa yake ilivyotikiswa baada ya mke wake kuanza tabia ya usaliti kufuatia tamasha ya kubadilishana wapenzi maarufu kama swing party, walioshiriki wakiwa likizoni kule majuu. Huwa anasema hivi, ukitoka uende ng'ambo, uende kwa wenyewe, please usifanye kila kitu ambacho wanafanya kama si kitu ambacho tumezoea hapa kwetu. Achana naye. Jamaa walienda kule majuu likizo, na wakaenda akapata wenzao kule wako na ile ile swing, swing party party swing party. Ni ile party ambapo haifanyiki Kenya, lakini mnafika mahali watu wanabadilishana wake wake, na si kubadilishana tu wake, wanasema unajua tunataka tujifunze mbinu mpya e, mapenzi mpya. Kwa hivyo unachukua mke wa so so naye anachukua mke wako, then mnaenda mnahusika naye kwa tendo la ndoa, alafu mkimaliza mna, kila mtu anarudishiwa mke wake. So sinzi watoke kule, mke ajarudi yule tena, na sababu mlienda ye akaenda akachukua mke wenyewe mzungu na huye, alafu akabadilishana, alafu sasa hey, wewe sasa, amebaki anasema akina, na, na regret kwa nini mke wangu ajairudi kuwa mke wangu tena? Lakini nani alikutuma kule Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unataka huzi? Ni usharati kabisa. Na kweli, nyakati za mwisho huzi ni usharati tu. Mungu atusaidie, wacha kujiingiza kwa vitu ambavyo vina compromise imani yako, la sivyo utajipata pabaya. Hapa tunasema ni msiba wa kujitakia. Msemi mm, kitu. Ni katika pita pita za kwangu mimi hapa ni VWM. Nikukumbusha kwamba usiondoke mpaka kabla subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in, sign in na jina la akaunti yako, copy the link and share na weka comment yako hapa chini. Nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe pale na Mungu akutende wema. Kwenye pita pita za kwangu mimi hapa ni VWM, kipenda Victor Madu Mandala. Nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe. Bye bye.